Mheshimiwa Naibu Spika, serikali inatambua changamoto ya upungufu wa walimu katika shule za msingi na sekondari. Serikali imekuwa ikiajiri walimu, walimu wa kada mbalimbali ikiwemo walimu wa masomo ya sayansi kadiri ya upatikanaji wa fedha. Mheshimiwa Naibu Spika, <coughs> mahitaji ya walimu wa masomo ya sayansi na hisabati ni 1047354 waliopo ni 3044 na, na upungufu ni walimu 17312. Aidha, mahitaji ya walimu wa shule za msingi ni laki 298687 waliopo ni laki 173861 na upungufu ni laki 124826. Serikali itaendelea kuajiri walimu wakiwemo walimu wa masomo ya sayansi kadiri ya upatikanaji wa fedha. Shima Raymond, kwa kuwa upungufu ni mkubwa sana unaokaribia nusu na hadi sasa wanafunzi wengi wameelekea kuikataa sayansi. Je, serikali haioni kwamba jambo hilo ni la kufanyiwa ufumbuzi haraka? Swali la pili: kwa kuwa mabinti wengi au wanafunzi wengi wa kike wangependa sana kujifunza sayansi na shule zinaendelea kujengwa kila mkoa hasa za high school, lakini upungufu ndio kama ilivyoelezwa kwenye swali la msingi. Je, ni athari gani ambazo zinaenda kutokea katika jambo hilo? Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa naibu spika, naomba nianze kwanza kumpongeza Mheshimiwa Shali Raymond ambaye amekuwa akifanya ufuatiliaji wa hali ya juu kuhusiana na masuala ya sekta ya elimu na hususan sekta hii ya elimu msingi na sekondari. Naomba nijibu maswali yake yote mawili kwa pamoja. Naomba nimwahishie Mheshimiwa mbunge kwamba serikali inafahamu kwamba kuna uhitaji wa kuendelea kupata walimu kwa ajili ya kufundisha wanafunzi wetu na matokeo haya yote yanatokana na sababu ya msingi kabisa ya hatua ambazo zimechukuliwa na serikali ya kutoa elimu bila malipo, na udahiri wa wanafunzi umeongezeka maradufu na umepel, umetengeneza mazingira ambayo tunahitaji kupata walimu zaidi kwa ajili ya kuwafundisha wanafunzi wetu. Serikali inaendelea kuajiri walimu walimu wote, lakini pia kwa kuzingatia uhitaji wa walimu wa masomo ya sayansi katika serikali ya awamu ya sita katika kipindi hichi cha miaka minne walimu elfu 45,402 tayari wameajiriwa, na mpaka wakati huu tayari kimetoka kibali kingine cha kuendelea kuajiri walimu wengine zaidi ya elfu tisa na miongoni mwa walimu hao wanaoajiriwa wapo walimu wa sayansi. Serikali ya awamu ya sita inafanya uwekezaji mkubwa sana katika kuhakikisha inaweka kipaumbele katika masomo ya sayansi. Umesema wewe mwenyewe Mheshimiwa mbunge kwamba unatambua jitihada ya serikali ya awamu ya sita ya kujenga shule za sayansi za bweni za wasichana kila mkoa. Shule hizi zimepelekewa bilioni 4.45 kwa ajili ya kuhakikisha kwamba unafanyika uwekezaji katika upande wa sayansi. Kwa hiyo serikali itaendelea na jitihada hizi zote kuhakikisha kwamba walimu wanapatikana walimu wa, wa masomo yote, lakini pia kwa kuzingatia uhitaji wa walimu wa sayansi watapatikana kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanawafundisha watoto wetu na elimu inakuwa ni bora. Mheshimiwa <clears throat> tunaendelea. Mheshimiwa Ulenge kwa niaba ya Mheshimiwa Shangazi Je, upi mkakati wa kuzitengeneza barabara za mkoa wa Tanga zilizopo TARURA zilizofunguliwa kwa fedha za tozo na fedha zilizopelekwa jimboni? Mheshimiwa Naibu Spika, serikali imeongeza bajeti mkoa wa Tanga kutoka shilingi bilioni 12.4 hadi shilingi bilioni 37.1, ambapo kupitia fedha hizi baadhi ya barabara zimeweza kufunguliwa, kujengwa kutoka changarawe hadi eh, lami na barabara za udongo kuwa changarawe. Aidha, barabara zilizosajiliwa ndizo zenye uhalali wa kufanyiwa matengenezo kwa kutumia fedha zinazotolewa na mfuko wa barabara. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali imeongeza barabara za lami kutoka kilomita 124.078 hadi kilomita 165.68 na kuongeza barabara za changarawe kilomita 2104.25 ambapo kati ya hizo zipo ambazo zimekuwa zimesajili, zilikuwa zimesajiliwa na zinaendelea kufanyiwa matengenezo kwa kutumia fedha kutoka mfuko wa barabara, hadi sasa takriban kilomita 1486.4 za barabara ambazo hazijasajiliwa, tayari serikali imeshaanza mchakato wa kuzisajili ili zitambulike na kuweza kutengewa fedha kwa ajili ya matengenezo ya mara kwa mara yani routine maintenance kwa kutumia fedha za mfuko wa barabara. Mheshimiwa naibu spika serikali itaendelea kuihudumia miundombinu ya barabara na madaraja ya mkoa wa Tanga kwa kujenga, kukarabati na kutengeneza kulingana na upatikanaji wa fedha. Mheshimiwa Shangazi. Asante Mheshimiwa Naibu Spika, pamoja na majibu mazuri ya serikali, lakini na maswali mawili ya nyongeza. Kwanza nipongeze kwa jitihada hizi kubwa za kuifikisha bajeti ya barabara za vijijini kufikia hizo eh, shilingi bilioni 7 kwa mkoa wa Tanga, lakini na maswali mawili ya nyongeza kama ifuatavyo. So, swali la kwanza, hii programu ya kupeleka lami haswa katika miji midogo imekuwa ikienda kwa kusuasua na kujenga kilo, eh, eh, kilomita moja ama mbili. Je, serikali iko tayari kuongeza fedha ili angalau katika ile miji midogo eh, lami iweze eh, kujengwa angalau kwa kiwango hata cha kilomita tano mpaka kumi. Lakini swali so, la pili, barabara nyingi ambazo zimefunguliwa vijijini Zime, bado zinahitaji uboreshaji haswa kwa maeneo ya karavati lakini pia e, kujengea sehemu ambazo za mifereji haswa katika wilaya ya Lushoto ambayo maeneo mengi ni, ni ya milima. Je, serikali iko tayari sasa kuongeza bajeti katika barabara hizo mpya zilizofunguliwa ili ziweze kupitika e, kwa mwaka mzima? Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba nianze kwanza kumpongeza Mheshimiwa Rashid Shangazi ambaye amekuwa akifuatilia na kuweka msukumo wa masuala mbalimbali ya mbali, kimaendeleo katika jimbo lake. Kuhusiana na swali lake la kwanza, naomba kumpa taarifa Mheshimiwa Rashid Shangazi kwamba katika kipindi cha miaka minne ya serikali ya awamu ya sita utaona dhamira ya dhati ya kuendelea kuimarisha miundombinu ya barabara zetu hizi zinazohudumiwa na Tarura, yani za ngazi ya wilaya. Zaidi ya bilioni mia moja zimetumika katika mkoa wa Tanga kwa ajili ya kuimarisha miundombinu ya barabara hizi. Kwa hiyo, naomba nimwakishie Mheshimiwa mbunge hata katika mwaka wa fedha 2025 20, 2026 kwa maana ya mwaka wa bajeti unaofuata tayari fedha inatarajiwa kutumika bilioni 37.1 bajeti imetengwa bilioni 37.1 kwa ajili ya kwenda kuimarisha miundombinu ya barabara hizi katika mkoa wa Tanga ikiwemo katika maeneo ya miji midogo, ili lami ziweze kujengwa na barabara hizi ziweze kuwanufaisha wananchi. Lakini kuhusiana na barabara hizi ambazo zimefunguliwa za vijijini ambazo zina uhitaji wa kalvat mifereji ikiwemo katika jimbo la mheshimiwa mbunge la Lushoto, naomba nimtari kwamba katika bajeti hiyo ya bilioni 37 nukta moja tatu ya mwaka wa fedha ujao tayari kuna mipango ambayo ipo ya kujenga calvert 33 kujenga mifereji ya maji kilomita elfu moja na ishirini. Kwa hiyo naomba nikuhakikishie mheshimiwa mbunge, utaona dhamira ya dhati kabisa ya serikali ya awami ya sita ya kuimarisha miundombinu hii muhimu kabisa katika ya barabara katika mkoa wa Tanga, lakini katika jimbo lako hili la Lushoto, na ndio maana utaona mkoa wa Tanga ulikuwa una bajeti kila mwaka bilioni 12.4 lakini sasa tunazungumzia mwaka wa fedha 2025 2027, bajeti itakuwa ni bilioni 37.1. Mheshimiwa, leo amna maswali nyongeza? Haya. Mheshimiwa eh, Juma Makoa. Asante. Serikali ina mpango gani wa kuongeza walimu wa shule za msingi na sekondari katika jimbo la Kondoa mjini? Waziri. Mheshimiwa Naibu Spika, Halmashauri ya Kondoa Kondoa mji ina mahitaji ya walimu mia sita sabini na nne yaani msingi mia nne kumi na nne na sekondari mia mbili sitini Waliopo ni mia nne hamsini yaani msingi mia mbili sitini na sita na sekondari mia moja themanini na nne na upungufu ni walimu mia mbili ishirini na nne msingi walimu mia moja arobaini na nane na sekondari walimu sabini na sita Mheshimiwa naibu Spika, mwaka 2024 2025, serikali imeajiri walimu 15925 wa msingi na sekondari, ambapo halmashauri ya Kondoa mji ilipangiwa walimu 33 msingi 7 na sekondari 26. Serikali itaendelea kuajiri walimu na kuwapangia vituo vya kazi katika maeneo yenye uhitaji mkubwa. Mheshimiwa Makoa, na nashukuru mheshimiwa naibu Spika. Ninaeshukuru serikali kwa kutupa hao walimu wapya thelathini na tatu, pamoja na majibu mazuri ya naibu waziri na maswali mawili ya nyongeza. Kwa kuwa uiano wa walimu wetu kustaafu, kuhama, kwenda kujiendeleza kimasomo na sababu nyingine zinazopelekea kuweka upungufu wa walimu katika majimbo yetu unakuwa ni mkubwa kuliko wale wanaoajiriwa sasa, je, nini mkakati wa serikali kuhakikisha inakabiliana e, na jambo hilo? Lakini swali la pili, ni upi mkakati wa serikali wa muda mfupi kuongeza walimu, hasa ukizingatia kasi kubwa ya serikali ya Dkt. Samia Suluhu Hassan ya kujenga mashule mapya pamoja na kuongeza miundombinu, lakini pia ongezeko la wanafunzi katika shule zetu? Upi mkakati sasa wa muda mfupi wa serikali kuhakikisha inakabiliana na upungufu mkubwa wa walimu, Mheshimiwa Waziri? Mheshimiwa naibu spika, naomba nianze kwanza kwa kumpongeza Mheshimiwa Ali Juma Makoa kwa swali lake hili zuri kabisa linalolenga kuboresha sekta ya elimu ya msingi na sekondari katika jimbo lake la Kondoa, na naomba nianze kwa kumjibu swali lake la kwanza kuhusiana na kasi ya walimu kuhama kutoka kwenye maeneo wanayopangiwa eh, kutoa eh, huduma hii muhimu ya elimu. Naomba nimweleze Mheshimiwa Mbunge kwamba serikali, ili kukabiliana na changamoto hii ambayo utakuta e, walimu wanapangwa katika vituo na wanaanza kuhama na, kupele, na kutengeneza mazingira ambayo kunakuwa sasa na upungufu wa walimu katika maeneo na hasa hususan kule vijijini katika maeneo ya pembezoni, serikali kupitia mwongozo uliotolewa na Wizara ya Utumishi imetoa maelekezo kwamba mtumishi anapo pangwa katika kituo cha kazi hatokuwa na sifa ya kuhama kwenye kituo hicho cha kazi mpaka awe ametimiza miaka mitatu kuendelea. Kwa hiyo huo ni mkakati mmoja ambao unatumika kwa ajili ya kuhakikisha tunapunguza ile kasi ya walimu eh, watumishi ikiwemo walimu kuhama kutoka katika maeneo na hususan haya ya pembezoni. Lakini pia serikali inaendelea kuboresha mazingira ya kufanya kazi na hasa katika maeneo ya pembezoni, ili walimu waweze kupata utulivu na waweze kuridhika katika mazingira ya kazi wanayokuwa wamepangiwa wame na wasiweze kuhama na kusababisha upungufu ambao Mheshimiwa mbunge anazungumzia. Lakini kuhusiana na mkakati wa muda mfupi wa serikali wa kuendelea kuongeza walimu na hasa ukizingatia e, utekelezaji wa mpango wa elimu bila malipo ambao umetengeneza mazingira, udahili umeongezeka, na serikali ya awamu ya sita imetumia zaidi ya trilioni tano nukta moja kwa ajili ya kuimarisha sekta hii ya elimu kwa kujenga madarasa na shule nyingi kwa ajili ya kuwapokea wanafunzi hawa, lakini sasa tunahitaji pia kuongeza nguvu katika upande wa upatikanaji wa walimu. Serikali kwanza inaajiri kama nilivyotangulia kusema kwamba katika kipindi cha serikali ya awamu ya sita, kipindi cha miaka minne, tayari walimu elfu 45 742 wameajiriwa na kupangwa katika maeneo mbalimbali mbali katika shule zetu hizi, lakini pia mpaka wakati huu kimetoka kibali kingine cha walimu zaidi ya elfu tisa ambao na wenyewe wataajiriwa kwa ajili ya kupangwa katika maeneo tofauti tofauti kwenda kuwafundisha wanafunzi wetu. Lakini kuna mikakati mingine, kwa mfano, ya kutumia teknolojia ya tehama kupitia madarasa janja kwa ufundishaji mubashara, lakini kuajiri kwa mikataba kwa mamlaka zetu za serikali za mitaa kupitia mapato ya ndani, inaajiri walimu hawa kwa mikataba ya muda, lakini kutumia walimu wana jitolea. Kwa hiyo serikali itaendelea na taratibu hizi, itaendelea kuongeza nguvu, ili ile dhamira ya serikali ya awamu ya sita ya kuendelea kuimarisha sekta muhimu hii ya elimu msingi na sekondari iweze kutimia, tupate walimu wa kutosha kwa ajili ya kutoa elimu bora kwa wanafunzi wetu. Mheshimiwa Sofia asante naibu spika kwa kunipa nafasi ya kuuliza swali la nyongeza katika majibu ya msingi uliojibu ni umesema kutokuwa kuna ajira mpya takribani elfu tisa hamuoni sasa umuhimu wa kuangalia wale wanaojitolea ili waweze kupata hiyo nafasi ya kuendelea kufundisha hasa katika wilaya Lungwe shule ya Ikuti kuna walimu zaidi ya tisa wanaojitolea Mheshimiwa Naibu Spika, naomba nianze kwanza kwa kumpongeza Mheshimiwa Sofia Mwakagenda, kwa kweli amekuwa akifanya ufuatiliaji wa mara kwa mara kwenye masuala muhimu ya kimaendeleo. Na kuhusiana na swali lake uh la kutaka walimu wale wanaojitolea wapewe kipaumbele katika ajira hizi za walimu, naomba nimwakishie Mheshimiwa Mbunge, swala hilo tayari lilichukuliwa na wizara ya utumishi, na tayari linatengenezewa utaratibu, utaratibu wa kuanza kutengeneza kanzi data ya kutunza taarifa na taarifa na kumbukumbu muhimu za walimu hawa wanaojitolea umeshaanza kutengenezwa na mwisho wa siku dhamira ni kwamba hawa walimu wanaojitolea waweze kuwa na sifa ya ziada katika kupata ajira hizi ambazo zinakuwa zinatoka katika kila mwaka wa bajeti. Kwa hiyo, hata walimu wako hawa katika shule hii Rungwe, walimu hawa tisa uliowataja, nadhani na wenyewe watakuwa wanufaika wa mipango na mikakati hii ya serikali ya kuwatizama walimu wetu wanaojitolea. Mheshimiwa Asante, mheshimiwa naibu spika. Naipongeza serikali kwa kuendelea kutoa vibali kwa ajili ya kuajiri walimu, na kwa kuwa katika ajira hii kutakuwa na waalimu wa kike na wa kiume, wilaya Nyawale ina upungufu mkubwa sana kwenye shule zetu za sekondari na msingi waalimu wa kike. Je, serikali inajipangaje kutupatia waalimu wa kike wengi kwenye wilaya Nyawale? Mheshimiwa Waziri Mheshimiwa Naibu Spika, naomba nianze kwanza kwa kumpongeza mheshimiwa Hussein Amar amekuwa akiuliza maswali mengi ya ku endelea kuweka msukumo katika kuboresha sekta hii muhimu ya elimu msingi na sekondari. Na ni kweli Serikali inaendelea na mkakati wake wa kuajiri walimu kila mwaka. Wa bajeti fedha zinatengwa kwa ajili ya kuendelea kuajiri walimu. Katika kipindi cha miaka minne hii ya serikali ya awamu ya sita tayari walimu 45 42 mb wameajiriwa na sasa kimetoka kibali kingine katika mwaka huu wa budget kwa ajili ya kuajiri walimu wengine zaidi ya elfu tisa na serikali inaajiri walimu hawa wote kwa kuzingatia jinsia zote, kwa maana walimu wanawake na walimu wanaume. Haya ni maombi mahususi kabisa kutoka kwako mheshimiwa mbunge, kwamba unahitaji walimu wa wanawake katika shule zako za msingi na sekondari katika wilaya ya Nyangwale, na nimeyapokea mheshimiwa mbunge, na tutayaweka katika kipaumbele ili walimu hawa wanapoajiriwa uweze kupata na wewe mgao wa walimu wanaume, lakini pia walimu wanawake. Mheshimiwa Hassan. Asante Mheshimiwa Naibu Spika kwa kunipa nafasi ya kuuliza swali dogo la nyongeza. Kumekuwa Mwaziri, na changamoto kubwa sana ya walimu kuhama kuliko kuhamia hasa wilaya za pembezoni kama ilivyokuwa Tunduru. Je, serikali haioni haja sasa ya kutoa ajira ama kuajiri walimu ambao wako karibu na maeneo yale ili kuondoa changamoto hizi za walimu kuhama? Waziri Mheshimiwa naibu spika, naomba nianze kwanza kwa kumpongeza Mheshimiwa Hassan Kungu kwa swali lake hili eh, muhimu sana. Eh, kama nilivyotangulia kusema anatokea eh, mazingira ambayo eh, watumishi wetu wakada zote, lakini hapa nitazungumzia wakada hii ya elimu wanaomba uhamisho, na mara nyingi inatokana na mazingira ya watumishi kupenda vituo vya mijini kuliko vituo vya pembezoni. Mkakati wa serikali wa kwanza na, eh, kwa maelekezo yaliyotoka Wizara ya Utumishi ni kwamba mtumishi anapopangwa kwenye kituo hatakuwa na sifa ya kuhama kwenye kituo hicho cha kazi mpaka atimize eh, miaka mitatu. Kwa hiyo hiyo ni njia moja ya kudhibiti eh, walimu kuhama, lakini njia nyingine ni kuboresha mazingira ya kazi ya walimu, walimu wetu, na ndio maana serikali inajenga nyumba za walimu, lakini inapeleka huduma za umeme kupitia REA, lakini unaona, inapeleka huduma za maji, inaboresha miundombinu na huduma za msingi kabisa za kijamii ili walimu wetu wapate amani ya kufundisha katika vituo ambavyo viko pembezoni, lakini njia nyingine ni kuhamisha watumishi ikiwemo hawa walimu kwa kutumia namna ya kubadilishana vituo kwamba mwalimu anapotaka kuhama kutoka kwenye kituo kimoja awe amepata mwenzake wa kubadilishana naye kituo, wabadilishane ili kutengeneza uwiano na kupunguza ule ukali wa walimu wa, wa kuhama kutoka katika maeneo ya vijijini au tuseme pembezoni kwenda mjini. Kwa hiyo, serikali inaendelea na jitihada ya kutengeneza haya mazingira ambayo maeneo ya pembezoni yasikose walimu kwa sababu walimu wa wanakuwa wanahama. Mheshimiwa, leo kiti kinatafuta maswala ya nyongeza, sioni mtu. Mheshimiwa, tunatangulia tunat... Mheshimiwa Flatei. Asante Mheshimiwa Naibu Spika, kwa kuwa upungufu huo wa walimu ni mkubwa, je, serikali ina mpango gani wa kuleta walimu katika jimbo la Mbulu vijijini ambako walimu wengi a, ni wa kiume tu, tuna upungufu wa walimu wa kike. Mheshimiwa Waziri Mheshimiwa naibu spika, naomba nimpongeze Mheshimiwa Flatei Masai kwa jibu lake kwa swali lake hili zuri, na naomba ni mtaarifu Mheshimiwa mbunge kwamba serikali ya awamu ya sita inaendelea kuajiri walimu kila mwaka wa bajeti, na inapoajiri walimu walimu hawa e, wanaajiriwa kwa jinsia zote, wanawake na wanaume. Kwa hiyo haya ni maombi ya Mheshimiwa mbunge, anatamani kupata walimu hawa wa jinsia ya, ya, ya, yani wapate walimu wanawake. Serikali imemsikia na katika ajira hizi e, za walimu zinazotangazwa, serikali itazingatia na kuweza kuchukua e, na kufanya kuweka kipaumbele katika kumletea walimu, ikiwemo walimu wanaume, lakini ikiwemo walimu wanawake, ili waweze kufundisha katika shule katika jimbo lake la Mbulu vijijini. Mheshimiwa Waitara. Mheshimiwa Speaker, jimbo la Tarime vijijini kwenye shule nyingi za sekondari hakuna walimu wa kike, lakini imetokea shida nyingine kwamba wale walimu wa masomo ya arts wa sekondari wameelekezwa kwenda kufundisha shule za msingi. Sasa ni nini mpango wa serikali kuondoa changamoto hizo mbili katika jimbo la Tarime vijijini? Asante Mheshimiwa waziri. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba nimpongeze Mheshimiwa wa Itara ambaye amekuwa akiuliza maswali mengi katika upande huu na kufanya ufuatiliaji katika upande huu wa elimu msingi na hasa kwa maana anataka kuona ustawi wa sekta hii muhimu katika jimbo lake. Kuhusiana na swali lake, naomba nimwakishie kwamba serikali inaendelea kuajiri walimu na serikali inaajiri walimu kwa, kwa jinsia zote kwa sababu mchakato huu wa ajira ni eh, mchakato wa shindanishi Yaani, walimu wanaomba kwa sifa za wanafunzi wa, wa au tuseme graduates wanaomba ajira hizi na wanapatiwa ajira hizi kutokana na kuwa wamefaulu ile michakato ya kuwapata kwa maana ya usahili. Kwa hiyo serikali itaendelea na utaratibu huo kupata walimu wanaume na walimu wanawake na itahakikisha kwamba inaendelea kuwapanga katika vituo mbalimbali. Itazingatia Mheshimiwa Mbunge, haya ni maombi mahususi kabisa katika jimbo lako, na kuhusiana na walimu hawa wa sekondari kwenda katika shule za, za msingi, serikali ina wajibu wa msingi wa kutengeneza uwiano, kufanya msawazo kuna maeneo ambayo yana uhitaji zaidi wa ya walimu na walimu hawa wa sekondari wana sifa pia za kufundisha katika masomo ya shule za msingi. Kwa hiyo, serikali itaendelea na mikakati mbalimbali mbali, lakini itapunguza changamoto hizo unazozitaja Mheshimiwa Mbunge, na baada ya kujibu maswali haya tutakaa, tutazungumza ili tuone umahususi wa changamoto hii katika jimbo lako ili tuweze kuifanyia kazi. Mheshimiwa Mama Salma. Asante, Mheshimiwa naibu Spika. Mm, mikoa yetu ya Kusini na hasa Mtwara na Lindi kuna tatizo la walimu na watumishi wengine, lakini kikubwa zaidi watumishi wanapopangiwa katika maeneo yetu ya kazi, kabla ya muda wa kuhama wanataka kuondoka, yaani wanakuja kuchukua check number. Wakishazipata hizo check number wanaondoka. Nini tamko au kauli ya serikali kwa watumishi hao? Mheshimiwa <coughs> Waziri. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba nimpongeze Mheshimiwa Salma Kikwete kwa swali lake hili uh, zuri kabisa lenye maslahi mapana E, kwa ajili sio tu ya mikoa ya kusini, yani kwa maana Mtwara na Lindi, lakini kwa nchi nzima kwa ujumla wake. E, ni dhahiri kabisa yanatokea mazingira ambayo, uh, watumishi na hususan hapa tunazungumzia walimu ambao wakipangwa katika vituo vya kazi na hasa katika mikoa ya pembezoni wanakuwa wanahamu ya kuhama na kuhamia katika maeneo ya mjini. Serikali ili kukabiliana na changamoto hii ambayo inatengeneza mazingira ya kuwa na upungufu wa watumishi, upungufu wa walimu katika maeneo ya pembezoni, ilishatoa maelekezo. Ilishatoa maelekezo kupitia Wizara ya Utumishi kwamba mtumishi hatokuwa na sifa ya kuhama katika kituo cha kazi alichopangiwa mpaka awe ametimiza angalau miaka mitatu katika utumishi kwenye kituo hicho cha kazi, na Serikali inazingatia maelekezo hayo yaliyotolewa na Wizara ya Utumishi, na naomba nitumie nafasi hii kwa niaba ya Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, TAMISEMI kuendelea kuwasisitiza wakurugenzi wote wa mamlaka zetu za serikali za mitaa, lakini makatibu utawala wa mikoa waweze kuzingatia mwongozo huu, lakini kwa sababu uhamisho unafanyika katika mifumo, serikali inazingatia, inazingatia maelekezo haya yaliyotolewa na Wizara ya Utumishi, lakini namna nyingine ambayo serikali inatumia kukabiliana na hii changamoto ya watumishi ku kuhama sana kutoka kwenye maeneo ya pembezoni na kutengeneza upungufu, uh, wa walimu, upungufu endelevu wa walimu ni kutumia namna ya walimu kubadilishana vituo, kwamba mwalimu akitaka kuhama kutoka katika kituo kimoja awe amepata mwenzake wa kituo kingine waweze kubadilishana. Kwa hiyo serikali itaendelea na jitihada mbalimbali, kwanza za kuendelea kuajiri walimu wawe wengi, watosheleze kuwafundisha wanafunzi wetu, lakini itazingatia misingi ambayo mewekwa ya kudhibiti uhamisho kutoka katika vituo vya pembezoni eh, kwenda mijini ili maeneo ya pembezoni yapate walimu wa kutosha wa kuwafundisha wanafunzi wetu. Meshimua <coughs> waziri, kila kata ina mwalimu. Kwa nini msiwatumia hawa vile kusaidia kupunguza ukwasi wa walimu kwenye shule zetu? Kwenye kila kata kuna maafisa walimu ambao okay. ako kwa, kwa mtendaji wa kata okay. Wana, wanafanya kazi zao pale hawendi kwenye madarasa. Kwa nini msiwatumie hawa na nao kusaidia kupunguza kero ya upungufu ya walimu? Mheshimiwa Naibu Spika, nimepokea uh, maelekezo yako tutayafanyia kazi kama serikali. Asante.